Mii nakuelewa mimi, hisia zako nazielewa sana na si dharau maamuzi yako. Sisi ni binadamu Chiku, sawa? alafu ubinadamu wetu sisi hatujakamilika, yaani hakuna mkamilifu. Sote tuna makosa, mimi nina makosa na wewe una makosa. Mimi nilikuwa naomba hili jambo tulimalize. Hivi sio vita Chiku, kusema kwamba tunapigana mabunduki hapa, labda tunapigana mateke, tunapigana mavirungu tuuane? Hapana, sio vita hii Chiku. Haya ni maisha ya mapenzi ya upendo, na katika upendo lazima patatokea tu shida, matatizo. Hata vikombe vikikakabatini vinagongana, Chiku, sembuse sisi binadamu. Hakuna mkamilifu Chiku, tuyamalize haya mambo, tusameane, turudi tu, tu, tukae kwa upendo. Unajua Gogo unachekesha wana mimi, tushamalizana ndio maana umebaki na Kidawa na nami nabaki kama mimi Chiku, nafanya maisha yangu kwani vipi eh? Chiku mimi Kidawa sio mwanamke wangu na wala ule ujauzito alikuwa nao Kidawa anasema na ujauzito ule ujauzito sio wakwangu mimi, yule mimi analazimisha tu Chiku. hmm. Kidawa analazimisha tu anafosi. oh, kumbe. <laughs> Aya, na kwa nini uliniongopea? Eh, ukanyambia ule, ule dada nakudai aya, ulikuwa nataka kumpa hela hiyo ile ulikuwa nataka kumpa ya nini? Eh? Kwa kazi gani mlifanya we na yeye, mpe hiyo hela we, gogosinichanganye eh? Chiku nisikize vizuri, mimi naomba nisamee kwa haya yote yalotokea. Nisamee, nimekosea mimi kukudanganya wewe, lakini ile yote ilikuwa ni vuguvugu ya kufanya wewe usisiki kitu chochote kibaya, ili ukae sehemu nzuri, usinisimi vibaya lakini nahisi nimekosea, naomba unisamehe, tusameane, tugange yajayo, tuache tu, tu, tu, tu aliopita yaende. Chiku, na ndio maana mpaka leo huko hapa, kwa sababu unanipenda bado, moyo wako bado unanihitaji mimi. Chiku, mimi najua, na ndio maana nimekuja hapa leo. Tuzungumze, tuyamalize Chiku, tugange yajayo, mke wangu wewe. Bado ni mke wangu mimi, sijakupata talaka Chiku. Najua wewe bado mimi ni mke wangu. Leo hapa tu ufanyaje? Uwezi kuolewa mimi mpaka nikupewe talaka. Chiku, bado wewe ni mke wangu, ndio maana mimi nimekuja na sisitiza, tukae tu yazungumze haya tuyamalize, tujenge familia Chiku. hmm. ndio unavyojidanganya mimi nitaolewa tu, maana talaka umeshanipa muda tokea siku hiyo ulivyonikimbia nyumbani ukanyachia nyumba peke yake, na mimi nikapata maamuzi ya kuja hapa, ndio talaka tosha. Na tena Gogo, usiendelee kunilazimisha, sitaki kabisa unilazimishe maana ukinilazimisha sana nitafanya maamuzi magumu ya kuondoka hapa kwenda nyumbani kwetu Mtwara, nikaendelea na maisha yangu kabisa huko, nikakae zangu na makolosho yangu nikapambana na. Sitaki usinilazimishe, mimi niache nikitulia mwenyewe, asira zangu zikishuka, nitarudi yaani. Mimi kuja kwangu kote hapa, nikukuomba wewe msamaha. Mm, umenielewa vizuri? Lakini sawa, kama umesema kwamba nikuache kwanza mpaka akili yako ikae sawa sawa, mimi nitakuacha Siku ukiona umekaa sawa basi utaniambia, lakini naona kote huko, kuna haja gani? Kuna haja gani huko Chiku? Kwani tusiendelee kuyazungumza ya mambo kiutaratibu, kiupendo? <coughs> Hebu nisikilize wewe tafadhali, naomba uende, maana ukiendelea kukaa hapa tatoa maneno mabaya ya kukukwaza kuku, nitakufanyia kitu kibaya, nitakuja hata kukuchoma kisu ya shingo gogo na ukafa sasa hivi mayo nilikuwa nao mimi sasa. Kabla sijafanya kitu chochote, naomba uende, na mara kwanza kwa ukanyaga tena hapa kwa Sofia, kama nnajidi kwa Sofia mimi nitaama, ili usije kunikuta hapa Mwana Isaya wewe. Mwana mwanaume, upendeki mwanaume gani? Zipo haitulii, kila muda anafunguka tu, kisha nikusamee mimi kirahisi o nenda huko na maisha yako ndugu yangu. Sasa hivi unafanya kazi gani sasa hivi? Ah, ujanja ujanja tu mjini hapa ndugu yangu, kuna kazi za kufanya, unaingilia hapa umetokea hapa unafikia, kuna mm. kazi sasa sasa hivi hivi wewe, ujanja ujanja, yaani gogo, ni kwambie kitu yaani, sasa hivi chochote unachokiona kwamba hiki kitaingiza pesa, wewe fanya Yaani usiogope tu kusema kwamba hapa bwana, ile hivi hivi hivi, utafeli. Yaani chochote unachokiona hiki kinaingiza pesa, una una uwezo wa kukifanya, basi wewe kifanye. Basi ndo mimi hapa mjini. ah. mi sina kazi maalum, mi naangaika angaika tu, nimeingilia huku nimetokea huku. Basi sasa mimi nipo napambana na maisha, lakini sasa kuna kitu kimoja ambacho kinanisumbua kidogo. Mimi nina shida lakini nikasema hii shida yangu hii, nije niongee na wewe rafiki yangu, kwa sababu mimi najua rafiki yangu, tumetoka mbali, maisha yanaenda hifadhi hifadhi, sina hifadhi. naomba hifadhi kwako, kwa sababu pale kwangu napokaa sasa hivi pana bomolewa. Yani hii ni sehemu ambazo, ambazo nyumba zimekaa lakini barabara pale inapita sasa, gogo imekuwaje? maana hapo mimi ninavyojua baba yako yuko pale serikalini na ili swala ninadhani kabisa analijua zaidi. Kwa nini akusakizie wewe sehemu uende ukakae? Anajua kabisa hii sehemu inakuja inabomolewa. Yani, mzee wangu mjanja mjanja sana, yani, mzee wangu mjanja mjanja sana yani, mpaka mimi nimekuja kuomba wewe hifadhi, namaanisha kwamba kesho nyumba inabomolewa no. vizuri wanabomoa yani, tayari yani, bomoa bomoa zimeshaanza kwa mimi natakiwa niondoke pale haraka iwezekanavyo. Umeona bwana? Na mzee kumbe pale walishalipwagwa siku nyingi. Kwa mimi nilivyokuja kuoa yeye akaniambia, "Nenda kaishi kwa bibi yako bwana." Nenda kaishi kwa bibi yako bwana. Nyumba ipo pale kubwa na kweli mmekuta nyumba nzuri ipo. Iko vizuri tu nyumba na vitu vipo, vwe, vya ndani vipo vya marembi bibi. Kwa mimi nikaa nakaa pale. Walai bwana anacheka kama wazuri. Lakini baba yako mjanja sana. Anakufundisha maisha. Yaani baba yako wewe anakufundisha maisha. Anakufundisha utafute vya kwako. Mm. Yuko poa lakini sasa gogo mimi bwana kwa upande wangu bwana, yani iko kisu kimegonga kwenye mfupa, mm. Siwezi kukataa mimi. Na wewe long time ago toka tumeanza kule kwenye mauvuvi, tunangaika wote kwenye mabahari, tunagombana kule, tunafanya nini wote, tuko pamoja, sijui huko mtaani ndio usiseme. Yani sasa kukata, leo nikaanza kukataa leo ndugu yangu ili udhalilike, kwamba itakuwa sio sawa bwana. Wewe karibu sana hapa, fanya nyumbani kwako, yani kuwa huru. Lakini sasa gogo, kuna kitu kimoja hmm? hapa mimi na chumba hicho unachokiona hapo na hapa ndo sitting room, na hiki unachokiona hapo kwenye pazia, hii sio dirisha hiki choo. Sasa na wewe una mke hapa tutaishije? Ah, mke kashaondoka mke mikaondoka bwana mke kaondoka, eh, Yule bwana, bibi alivyosikia tu masuala ya nyumba kubomolewa, ugomvi, ugomvi wangu mimi na yeye hapa na pale, basi vikampelekea akamua mimi naondoka zangu bwana. Kwa hiyo kaondoka bwana? Kapata njia, bwana, bwana, bwana mimi am... Kwa hiyo kaondoka yani bwana. Kapata njia ya kuondokea. Bwana, bora mimi nimeamua kwamba kukaa bila kuoa. Yaani bora mimi nisioa. Sasa kwa staili kama hii mtu unaweza ukajiua hii. Yaani mtu umekaa, umemleta ndani mapenzi. Unajua mapenzi bwana, ukishazoea alafu nafikia kipindi mtu anakufanyia tu kupu. Da, inatesa. Ah, bwana gogo, haina shida hapa, karibu. Lakini bwana, mimi mzee wa vingandulo. Mimi sija siku nikakileta kingandulo tena hapa, ukaanza wale ndugu yangu hapa, mimi mzee wa vingandulo. Kwa hiyo leo kinaweza kikaingia hiki Muona kikakaa hapa siku mbili tatu kikaondoka, kikaja kingine. Sasa usijua, kaona bana, ndugu yangu huyu. Bwana ananifanya makusudi. Hapana wewe, karibu tuishi hapa pamoja, jiko lipo, tutapika tutakula. Akija shemeji yako yote, tutampa mazaga zaga, tutapika tutakula. Kwanza Gogo wewe, kwani sasa hivi unafanya kazi gani? Mimi bwana nipo niko, nafanya kazi ya kuuza bidhaa za ndani hizi, manyanya manyanya, vitu vya dukani, kwa sababu pale mimi nina duka na niko kwenye duka la sister wangu, mimi na dadangu ambaye tulichangia, tulichangia baba kwa hiyo ndo amenabasi ame, yejishikize hapa ukae mimi nitaendelea mambo yangu mengine ili ujichange change uone mambo yako unaendaje. Kwa hiyo nimejishikiza kwenye duka la sister wangu. Ya ni nzuri ya. Lakini gogo, mm. mimi nakushauri kitu. Mm. Epuka sana kutegemea vya watu. Mm. Tafuta cha kwako. Yaani ukiendelea kukaa pale ipo siku atalitaka uzibe ule utashangaa. Atakufanyia makauzibe utasema huyu ndo dada yangu au sio? Kwa sababu sasa hivi hajakuzoea ujue. Mm. Akishakuja kukuzoea ah hilo ni changamoto. Tafuta jo, hata huko nilipo mimi tuje kupambana wote pamoja, sio umeona? Mimi naishi na amani zangu eh, hata mwanamke hivyo hawezi kukataa. Mwanamke mpaka amekukataa hivyo, kwa sababu amekuwa na maisha yako hayaeleweki, lakini ukiwepo mjanja mjanja kama mimi, sio umeona? Mimi kwangu mtu yote akija hapa, yani achomoki na tuhara, tunafanya pamoja -e. <laughs> Sikuwa tuikuwa kami nyago ili siku. Ajiwa wako tuzima aibu. Wakuta watoto wadogo wadogo tayari. Wewe oui, bado unako na rasu lakini <laughs> lakini bana mimi si lakini. Mimi mzee wangu bana, alizingua sana bana yule eh. Mzee bana mimi sio sio sio babangu mzazi yule. <laughs> maana nikimwambia wewe mzee, babangu mzazi kwa anambia kamuzi mama yako. Mhm. <laughs> mm-hmm. Afwa na wewe leo. Iyo mambo yako kunishauri kila siku kujifanya mwema kwangu, koma. Na siitaki tena kuanzia leo. Tena ukome babu. Ye. Na wewe hivyo hivo. Wewe si ndio mpelekea gogo mwanamke? Wewe si ndio ulimletea hiyo kidawa, sijui kidawa yupi kidawa, sijui kwa mitibia nini hiyo kidawa, si ndio umemletea gogo? Na paka sasa hivi hayupo nyumbani. Sasa mambo ya kidawa, sijui mambo ya huyo sijui gogo, sitaki gogo gogo gogo gogo, yaani gogo, gogo chakula gani? Sitaki tena na ushauri wako, koma. Hebu nisikilize nisikilize vizuri kwanza. Unaponiona mimi nimevaa kanzu na kofia, unatakiwa uwe na heshima na adabu. Tumeelewana? Usinipandie kichwani mie, usinioteme meno ya mbele mie tena. Nakwambia we huna shukrani we. Mwanamke gogo kakutoa huko vichakani huko Mtwara, unalima korosho. Kakutoa huko mchafu, kazi ya kukuvaa pempasi tu, kasha kuleta huku saa hivi unakuwa unang'arang'ara hapo eh? Unajiona kama vile queen, si ndiyo? Ebu ni kunyale kwanza nazikopekangu ni kunyali, nyeo alafu nikwambie kitu. Gogo sikakimbia nyumba yake kwa uzinzi wake mwenyewe. Nakwambia atarudi tu, atarudi. Sasa kwamba wewe limekukera kama usinzi hapo, Mfalme Daudi pia kama usinzi hapo hapo, wanawake mia tano sijui mia mbili kachukua. We una wivu wako unakuuma. We mwangalie kidevu kile kibaya kama butilela kulimia, eh? Unataka ujishaue tu kwa gogo. Gogo hakutaki, kakuchoka, kama kaondoka kaenda kula starehe huko. Haya na hiyo, sijui mnamwita kidawa, sijui huyo demu wenu, sijui mnamwona special, kaishanyambia kila kitu. Kila kitu nakijua mimi, ninacho hapa kwenye mikono yangu. Sasa nakwambiaje, yule gogole akirudi nyumbani labda aje amebadilika, lakini akikuja, bali atabaki hivyo hivyo kama alivyo, na mimi na mdundo utakuwa hivyo hivyo, sindano nyie. Kwanza usitake kumchanganya kabisa, kwani si mlikuwa marafiki nyi hapa na nani? Sina uso. We, we, we, sina rafiki yule mie nani rafiki yangu ule? Tumeanzali ni urafiki mzima hapo? Ndio hapo mwenyewe ushangai. Mi siwezi kuwa kuadi mimi, angalia jinsi nilivyokuwa na heshima. Usikunivuruge hapa, nitamtaka mwanamke bonge kama bilingani ule, nitamtaka Odi. Odi. Vipi mambo Uwa? mzima mzima, karibu. Asante. Ah, Chiku yupo? Chiku ametoka, ni nimepishana kidogo sana, si unajua sasa, mangeko mangeko yake biashara zake, kishaondoka. Ah, okay. Hmm. Sawa basi, sawa. Vitu vyake vimemletea, utampa Mzigo wake. Mm. Yeye aliagiza mzigo? Ah, hajaagiza. Mimi tu nimeamua kumletea mimi kama mimi mwenyewe. Na yeye. Yaani, kwa sijaelewa. Yaani, wewe ndio umemletea huo mzigo kama tu zawadi au waje? Kwa nini vibaya? Ah. Mm. Basi hamna tatizo, akija nitampa. Hai, hamna neno, akija nitampa. Hai, basi sawa. Baadaye. Hai. Jamani. Mzigo mzigo.

Sofia, kwani unanipangia? Au kisa niko nyumbani kwako eh? Lakini nini mbona huko na mimi sio ni baya. Rudi hapo, jamani, naomba tu usirudishe hiyo vitu. Mbona nakupenda tu, kakaa tuna maana anakuhudumia sichakula tu, njoo tupike ile. Jamani Sofia, gongo alikuwa angekuwa ananipenda ngeni niletea makabechi, makabechi, makabechi. Mwenyewe naweza kuyanunua Eh? Unashawishika na nini? Alafu ugomvi mimi na gogo tuache wenyewe. Haukuhusu kabisa. Sijui umenielewa? Eh? Yesa na mwanamke wake anampenda sana na amemwomba kumpa mimba. Mi fresh, tumia hata siumi wala nini. Sina hata shida na gogo. Ila mimi vitu vyake sipendi. Huduma yake siupendi. Mimi ntakununulia na au sinyendeshi kisa niko kwako. Mwenyewe na manyumba nimejenga mimi sitapenda tu kwenda. Mimi napenda tu kuja hapa tukae na shoga yangu lakini unakaniletea mambo kama haya. Mimi navirudisha kwa gogo. Ah, mimi sisaki. Mimi na mimi. Chiku, usiondoke jamani. Chiku, karibu karibuni. Vipi, karibu Nisikiliza we, muuza gengi icho chakula choleta nyumbani kwetu, kampelekea mwanamke wako kidawa. Sina mimba yako, si ni mwanamke uliopenda kumwoa, kampelekea icho chakula sitaki shobo na wauza gengi, na sitaki mazoea yote na wewe. Usijifanya wanijua, sikujui, hunijui hey. Nimetoa maamuzi ya kisujaa kama Chiku, sikujui mwenyewe, nimeolewa vile vile na bwana, na atanihudumia hata shobo na mimi, wewe nawe mfanya kazi mwenzie, ongea na bosi wako sijui bosi wako sijui mpaka mwenzie. E, so mimi Okay, okay, eh? Ah, hey. Bwana Gogo vipi? Ah, salama ndugu yangu. Vipi hali yako bwana? Ah, safi naona uko mbali mwenyewe. Ah, bwana. Haya, sinzia, sinzia, kidogo mazingira anaenda. <coughs> <coughs> Haya bwana. Haya, shika funguo. Ah, sawa sawa. Mimi bwana sitorudi mpaka kesho, mm. Ila kuna jambo ndugu yangu nataka nikudokeze. Mimi pale kwangu sina shaka Ukitaka kukaa miaka sita arobaini, ishirini ni wewe tu. Hmm. Lakini sasa ninachokiwaza kwa nini wewe ukae mbali na nyumba yako na au kwa nini uikimbie nyumba yako 2000. Ah. Ndugu yangu bwana, unajua ile nyumba mimi nimeondoka kwa vitu hivi viwili. Cha kwanza kwanza, nyumba inabomolewa wiki ijayo. Na ndio hata nimewatumia watu wa kina Stain wale, wa kina Kinani ule, marasta ule, marasta ule, yeah, ya wao ta. Na nimewatuma ndio wakang'oe mabati yale, wang'oe na milango, tupate hata kuuza tupate elfu mbili. Ya, yeah. La pili yule mama alitaka kuondoka kabla, yaani alitaka kuhama kwenye ile nyumba kabla yangu mimi. Nikaona eh ee, sasa hapa, hii itakuwa nitaonekana mimi nimemkimbia yule mwanamke, nimemtelekeza, ndio maana ame, ameondoka ame. Kwa hiyo nikatumia ule umwamba ule, hey, wanaume, ngoja niondoke mimi. Lakini sasa kuondoka mimi na yeye, juzi ndo kaondoka, kwa sababu nyumba inabomolewa, na yeye ameenda kukaa huko, sio kwa rafiki yake, sio wapi, lakini nadhani anapambana kutafuta nyumba akae. Lakini ndugu yangu, ndio akaloka na niuma Ashakum si matusi, sasa hivi yule Chiku mm, ni mkeo au awala? Ah, yule mke wangu wa ndoa che, yule mke wangu wa ndoa kabisa, nimemuoa kabisa che kabisa, wangu sasa. Bwana Gogo, kwani usimfate mshenga wako ili mweze kuyamaliza majambo? Mshenga mimi nimeshamfata na nimemfata, nime nime, lakini hayupo, ila nimeongea naye kwa simu, akanaambia, bwana mimi niko wapi? niko nyumbani Si unajua Makonde wale. Ah, wale uchida chi wale, uchida chi nang'ongo wale ndo wa nani zao. Kwa kana baba mimi niko nyumbani, nafanya mchakato wa kuvuna korosho kwa hiyo nikirudi sasa. Na maana baada ya wiki tatu, wiki mbili, ndo wanarudi. Hai. Ndo nitenda tena kuzungumza naye. Haya, <laughs> basi sawa, tutaongea vizuri nikirudi kiruli. <laughs> <laughs> basi mwaya mimi nimpe chanya mzigo. Njoo chukua, njoo chukua mzigo wako chanya. Mpe. Mpe. Mpe. Mpe. Wamekataa vijana bwana, hataki bwana. Hmm, natumanini kuonelea macho yako, ni mwanga wangu. Ukiongea na moyo wangu nisikie hata kwa ndoto